kwa siku ya leo tutakwenda kuangazia kuhusiana na mkulima mwenye shamba na watendakazi wa ovu, Mathayo 21, Luka 20. Akatoa mfano wa mtu aliyekuwa na shamba, naye alipanda mizabibu na kushughulikia shamba lake vizuri, akazungusha ugo, akachimba shimo la shinikizo ndani yake, akajenga mnara, akapandisha vibarua kwa wakulima ndani yake, akaenda kukaa nchi nyingine. Wakati matunda yalipokuwa karibu, akawatuma watumwa wake kwa wale wakulima, wavune baadhi ya yale mazao wamletee. Wale wakulima waliwakamata wale watumwa wake, wakawapiga kwa mawe na kuwafukuza mikono mitupu, na hata wakaua wengine. Akatuma watumwa wengine wengi kuliko wa kwanza, wakawatenda maovu, wakiwapiga kuwaaibisha na kuwajeruhi vichwa na kuwatupa nje ya ugo. Vile vile mwishowe, akamtuma mwanaye aliyempenda sana kwao, akisema watamheshimu mwanangu. Lakini wale wakulima walipomwona yule mwana walisemezana wao kwa wao, huyu ni mrithi, haya, natumuue tutwae urithi wake. Wakamkamata, wakamtupa nje ya shamba la mizabibu, wakamuua. Akauliza, atakapokuja yule bwana wa shamba la zabibu atawatendaje wale wakulima? Wakamwambia, atawaangamiza vibaya wale wabaya, na lile shamba la mizabibu atawakodisha wakulima wengine watakaompa matunda kwa wakati wake. Yesu alitoa mfano huu akimaanisha Israeli ndiyo shamba na Mwenyezi Mungu aliyeshughulikia taifa hili kwa upendo mkubwa, aliwalinda akitegemea kwamba matunda yao yatakuwa mazuri alivyowatumia manabii wake kuwaambia habari za ufalme. Watu hawa waliwaua manabii hao kwa mawe na kuwatendea mabaya kama maadui. Mwishowe alimtuma mwanaye naye wakamuua. Ila hukumu inakuja na hao watu watalipwa uovu wao. Wakati wakisimulia walikuwepo bado hawajamuua, ila ndio walikuwa wanaenda kufanya hivyo. Waliposikia haya walitambua maana yake, wakasema, hasha, yasitutokee hayo uliyosema. Yesu akasema, hamkupata kusoma maandiko, jiwe lililokataa waashi, hilo limekuwa jiwe kuu la pembeni. Neno hili limetoka kwa Bwana, nalo ni jawabu machoni petu. Akawaambia, kwa vile wamekataa jiwe hilo la pembeni, ambalo ni Yesu mwenyewe, wao ambao walipata bahati ya kuwa na manabii wa maandiko, basi ufalme wa Mungu utaondolewa kwao nao watapewa taifa jingine lenye kuzaa matunda yake. Na hili limetokea sasa, kwani injili au habari za Mwenyezi Mungu zimeenda mataifa mbalimbali mbali na sio kwa Wayahudi peke yao. Akawambia, aangukaye juu ya jiwe hilo, yaani juu ya Yesu, atavunjika-vunjika. Kuvunjika huko ni habari njema, yaani inaashiria huyo aliyevunjika amejisalimisha kwa Yesu. Ila mtu yule ambaye jiwe litamwangukia, litamsaga tikitiki tiki, au kuwaunga kabisa. Wakuu wa Mafarisayo na makuhani waliposikia mfano wake walitambua ananena kuhusu wao, wakielewa vyema kwamba hawako katika mipango ya ufalme wa mbinguni, bali uovu na kukataa njia zao tu na sio za Mungu. Kutokana na kujisikia hatia, walitafuta kumkamata, ila waliogopa makutano, kwa kuwa walikuwa wanampenda na kumheshimu mheshimu Yesu kama nabii. Kila mtu alimtambua Yesu kama mponyaji na aliye tayari kumsaidia kila aliyekwenda kwake walimvizia wamnase katika maneno yake wapate kumtia shidani na serikali na kumuua kama ule mfano aliowapa aliowapa kama tahadhari. Hapo ndio waliuliza kama ni halali kulipa kodi, naye alijibu waipe serikali cha serikali na Mungu chake pia. Watendakazi wengine katika shamba la Bwana walifanya kazi kwa uaminifu kama mitume, waliwaambia wengi habari za ufalme, na wengine hata leo wanaendelea kufanya kazi kwa uaminifu wakileta matunda mema ya upendo, ile kweli, utu wema, utulivu, furaha na amani. Hata leo wewe una uchaguzi wa kuwa mtendakazi bora kwenye shamba la Bwana au kuwa miongoni mwa wale wakulima waovu. Kundi gani unalichagua? Yesu alitoa mifano mingi ya kilimo na mifano kuhusu mtu mti usiozaa. Mti huu ulipewa muda kupaliliwa na kuwekwa mbolea kwa masharti kuwa usipozaa tena utakatwa maana unakula chakula na kumwagiliwa maji, ila hakuna matunda. Ndio hivyo hivyo, hivyo ilivyo katika maisha yetu. Mungu ametupa muda tubadili uovu wetu, na tusipotaka kubadilika tutakatwa na kutupiliwa mbali. Utalazimika kupambana mieleka na magumu, kubeba mizigo, kutoa ushauri, kupanga mikakati na kuitekeleza, ukimtazama Mungu kila mara kwa ajili ya msaada. Omba na fanya kazi, fanya kazi na omba. Kama wanafunzi katika shule ya Kristo, jifunzeni kuhusu Yesu. Somo hili linafundisha mambo mengi yanayogusa maisha yetu ya kila siku. Mungu ametukabidhi maisha yetu kama shamba lake. Kila mtu ana jukumu la kulima, kupanda na kuzaa matunda mema. Maisha yetu, familia zetu, kazi na hata huduma tulizopewa kanisani ni sehemu ya shamba hilo la Mungu na hata huduma tulizopewa kanisani ni sehemu ya shamba hilo la Mungu. Anatarajia kuona matunda mazuri ya upendo, uaminifu, huduma na unyenyekevu yakizaliwa ndani yetu. Wale wakulima wabaya katika mfano walipuuzia wajibu wao, walijiona kama wamiliki wa shamba, wakasahau kwamba wao ni wapangaji tu. Hivyo hivyo leo hii kuna watu ambao wanatumia vipaji na baraka walizopewa kwa kujinufaisha badala ya kumtukuza Mungu. Tukumbuke kwamba mali tulizopewa, afya tuliyonayo, au nafasi tulizonazo si zetu, bali ni za Mungu. Ameziweka mikononi mwetu ili tumtumikie kwa uaminifu. Mungu hutupa muda wa kutubu kabla ya hukumu. Mkulima katika mfano alitumia, alituma watumwa mara nyingi, ili wawaonye wale wakulima wabaya. Vivyo hivyo Mungu anatupa nafasi nyingi za kubadilika. Kila siku tunaposikia mafundisho, onyo au somo, ni sauti ya Mungu ikituita tutubu, lakini tukikataa, hukumu yake inakuja kama ilivyowapata wale wakulima. Yesu ndiye mwana aliyependwa sana aliyepelekwa kutukomboa. Wale wakulima walimwona mwana wa bwana wa shamba na wakasema, huyu ndiye mrithi, tumuue tupate urithi wake. Hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa Yesu alipokuja duniani, watu walimkamata na kumuua, watu walimkataa na kumuua, lakini kupitia kifo chake tumepata uzima wa milele. Tukatae kuwa kama wale wakulima waliomkataa mwana wa Mungu. Tukimkubali Yesu maishani mwetu atatubadilisha na kutufanya watu wapya wenye matunda mema. Yesu alisema, jiwe walilokataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Hilo jiwe ni Yesu mwenyewe, anapokuwa msingi wa maisha yetu, tunakuwa imara na salama, lakini tukimkataa, maisha yetu yanakuwa kama nyumba iliyojengwa juu ya mchanga, bila mwelekeo na bila amani. Angukaye juu ya jiwe hili atavunjika vunjika maana kuvunjika huko ni kutubu na kubadilishwa, lakini likimwangukia mtu kwa hukumu litamsaga tikitiki tiki. Leo hii Bwana anatafuta watendakazi waaminifu katika shamba lake. Anahitaji watu wanaotaka kuhubiri Injili, kusaidia wengine na kueneza upendo wa Mungu duniani. Hata kama wewe ni mtoto, kijana au mtu mzima, unaweza kuwa mkulima kwenye shamba la Bwana. Wengine wanahubiri, wengine wanaimba, wengine wanasaidia wagonjwa na wengine wanaombea kanisa. Wote hao ni watenda kazi waaminifu. Mungu bado anatupa muda wa kubadilika, anatupa nafasi ya kuwacha dhambi na kuanza maisha mapya. Kama mti usiozaa matunda ulivyowekewa mbolea na kupaliliwa kabla ya kukatwa, ndivyo Mungu anavyotupa muda wa neema. Tubadilike, tuchukue nafasi hii vizuri kabla ya muda kuisha. Kama wakulima wazuri tunapaswa kupambana na changamoto kwa imani, tukijua kuwa Mungu yupo nasi. Wakati mwingine utapambana na majaribu, uchovu au vikwazo, lakini kumbuka maneno haya: omba na fanya kazi, fanya kazi na omba. Ndiyo njia pekee ya kufanikiwa katika shule ya Kristo. Kama vile Yesu alivyowapa onyo wale viongozi wa Israeli, nasi leo tunaonywa, tusije tukawa kama wale waliokataa sauti ya Mungu. Tukubali kubadilishwa tuishi kwa upendo na uaminifu, na tuchague kuwa wakulima wazuri katika shamba la Bwana. Wakati Yesu atakapokuja kutazama matunda ya kazi yetu, apate kuona tumezaa kwa wingi katika maisha yetu. Huu ndio wito wa kila mmoja wetu leo: kuwa mkulima mwaminifu anayelinda mizabibu ya Bwana, anayepanda mbegu za wema, amani na upendo, maana Yesu anakuja hivi karibuni na thawabu yake iko mkononi huwalipa kila mmoja kadri ya matendo yake. Mtazamaji, kabla ya kuhitimisha tujiulize maswali machache. Wale wanaouua watendakazi katika shamba ni wakina nani? Wakulima waliomuua mwana wanafananishwa na nani? Mti usiozaa unawakilisha nini? Je, jiwe kuu walilokataa waashi ni nini? Mtazamaji, natumaini siku ya leo umejifunza kitu kizuri zaidi nawe pia utatafakari na kuona ni na namna gani ambavyo unaweza kuwa mtendakazi katika shamba la Bwana, ukifanya kazi ya Bwana katika shamba lake. Siku ya leo tumeangazia kuhusiana na mkulima mwenye shamba na watendakazi waovu. Nawe pia utachagua kuwa mtendakazi mwema au mtendakazi mwovu. Mpaka wakati mwingine, mimi ni Yustasela John.